Ndugu zangu, tuombe baraka ya Mwenyezi Mungu kwa watoto wanafunzi, walimu na wazazi. Tunakushukuru kwa watoto ee, eh Mungu Mwenyezi wa milele uliotujalia, umewaumba kwa mfano wako na kutukabidhi sisi, wabariki na kuwalinda kama mali yako. Wakinge katika hatari na vishawishi, wahifadhi katika imani Waangaze akili zao kwa mwanga wako, ee Baba wa mbinguni. Umbariki baba, umbariki mama, wape neema ya kupendana daima, kusaidiana katika kazi, kushinda ubinafsi na kuheshimiana. Ee Mungu mkuu, wajalie walimu wote roho ya elimu, roho ya hekima na roho ya uchaji wako, wasaidie wafanye kazi hiyo kwa moyo kwa busara na kwa subira, wape vipaji wanavyohitaji na kuwabariki, naishi daima na milele. Amina. Wimbe wimbo wa sakramenti kubwa.